Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, wasikilizaji na watazamaji wa kipindi hiki mnaotufuatilia kwa njia mbalimbali, niwakaribishe tena. Akili zetu, mioyo yetu, tuielekeze tena katika tafakari ya neno la Mungu na tuangalie masomo yanayotuongoza ya Dominika ya tano ya Pasaka. Bado tunaendelea na kipindi hiki cha Pasaka Mwenyezi Mungu alichotujalia tukiendelea kutafakari upendo wa Mwenyezi Mungu ambao alimtoa mwanawe wa pekee, akatuhubiria neno la Mungu, akatufundisha vizuri kabisa lakini akatufia kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu. Na leo tunaendelea na kipindi hicho bado cha Pasaka, tunaangalia masomo ya Dominika ya tano ya Pasaka. Kwa leo basi, naomba nianze na somo la Injili. Somo la Injili katika dominika ya 5 ya Pasaka linatoka Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 31 mpaka 33 a na aya ya 34 mpaka ya 35. Naomba nilisome kwanza kama lilivyo. Yuda alipokwisha kutoka, Yesu alisema sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu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 Amri mpya nawapa mpendane kama nilivyowapenda ninyi nanyi mpendane vivyo hivyo. Ukiangalia katika gano la kale, amri ya mapendo ilishaongelewa, kwanza kabisa kumpenda Bwana Mungu wako, ambayo tunaikuta Kumbukumbu la Torati sura ya sita mstari wa tano, lakini amri ya pili pia mpende jirani yako kama nafsi yako, tunaikuta katika kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa kumi na nane. Na mnakumbuka pia katika Agano Jipya, e, kuna mtu mmoja alimuuliza bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Mathayo sura ya 22 aya 36 mpaka 40 kwamba, Mwalimu, katika zile amri za sheria ipi iliyo kuu kuliko zote? Yesu akamwambia mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wote, roho yako yote, na akili zako zote, maana yake ni kama umejitoa mzima mzima, kwa jinsi ulivyo kumpenda Bwana Mungu lakini Yesu akaendelea kwenye ile mstari wa 38 ile sura ya 22. Hii ndiyo amri kuu tena ya kwanza. Maana yake hapa sasa, mstari wa 39, na ya pili yafanana na ya pili ya hiyo, nayo ni mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea torati yote na manabii. Kwa Yesu ni kama aliyofundisha hapa kwenye Mathayo aliyatoa kwenye Agano la Kale, ambayo ilikuwepo tayari kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati na Mambo ya Walawi, kama ambavyo nimewasomea. Sasa nimeguswa na nikaona ni wiwe tushirikishane hili somo la Injili. Bwana wetu Yesu Kristo anapoambia mitume wake kwamba mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo somo hili ambalo ni Yohana sura ya kumi na tatu ni somo ambalo mazingira yake ni Yesu yuko pale anakula karamu ya mwisho pamoja na wanafunzi wake, na ni kama alikuwa na malizia. Halafu hapo tumesikia kwamba Yuda alipokwisha kutoka, maana yake Yuda akatoka pale akaenda kukutana na wale watu ambao walimpa zile fedha amba waje wamkamate Yesu. Kumbe Yesu ndipo akawa amesema amri hii ya kwamba mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Sasa hii imenigusa na kunitafakarisha sana, kwa sababu haya ni maneno ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ameyasema na muda si mrefu atakamatwa, na pengine ni maneno ya mwisho kama mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa sababu baada ya hapo, baada ya ile karamu ya mwisho akaenda mlima ya Mzeituni, ndio baadaye akakamatwa, akaanza kushtakiwa, kuteswa, kufa na baadaye kufufuka. Kumbe haya ni maneno ya mwisho mwisho, na mnajua katika hata mila zetu Waafrika hata Wazungu, maneno ya mwisho mtu anapokaribia kwa mfano kufa, huwa natiwa, yanatiwa, yanachukuliwa kwa umuhimu mkubwa sana. Eh, utakuta mtu nakumbuka, kwa mfano, Askofu Mkuu marehemu Marko Mihayo wa Tabora, kabla ya kufariki, yeye alisema maneno haya, watoto wangu, mpendane kama watoto wa baba mmoja. Kwake ndio ulikuwa wosia wake wa mwisho, akatu asa sisi mapadre, pengine na waamini wote, kwamba tupendane kama watoto wa baba mmoja. Sasa haya maneno ya Yesu yamenigusa sana. Sasa nimeona kwamba ni, ni, tushirikishane hili kwa sababu naona Yesu kwangu mimi naona amesonga hatua moja juu kabisa kwa yale, yasema, kutoka kwa yale aliyoyasema kutoka Injili ya Mathayo sura ya 22 mstari wa 36 mpaka 40. Aliposema kwamba kwanza mpende Mungu kwa moyo wako wote, akili yako yote na kwa roho yako yote, na pili mpende jirani yako. Sasa leo anarudia maneno hayo hayo lakini kwangu nadhani yamekuwa na, na na na sura nyingine mpya. Yesu alitupenda lakini upendo wake nadhani ulizidi mambo ya kawaida. Mambo ya kawaida, kwa mfano kupenda kwa kusaidiana, kupenda kwa kumwangalia mgonjwa, kama tunavyosoma Mathayo tena sura ya ishirini na tano, Yesu alipokuwa anasema kwamba yoyote tunayotenda kwa mtu mdogo, eh, yoyote yule tunamtendea tuna, tuna Yesu mwenyewe. Ile Mathayo sura ya 25, ulipokuwa na njaa ukakupa chakula, kiu nikakupa maji ya kunywa, mavazi nikakuvika, una mavazi nikakuvika, uko kifungo nikaja kutazama kusalimia, uko hospitalini nikaja kufariji. Zaidi ya hayo, kwangu mimi naona upendo wa Yesu umekuwa ni wa kiwokovu, au kwa lugha ya kigeni ya Kiingereza tuseme Salvific Love. Upendo wa Yesu ulikuwa ni wa kutukomboa sisi. Kumbe hata yale yote Yesu aliyokuwa nayatenda kuwaponya watu waliokuwa aliyokuwa na pepo na magonjwa mbalimbali, au kuwahuisha tena, kuwapa uzima akina Lazaro yote yale alikuwa nayatenda, lakini lengo lake lilikuwa ni kutuletea wokovu. Kwangu mimi ni upendo wa hali ya juu na sasa akaja kumalizia kabisa kwa kutufia msalabani akatukomboa sisi wanadamu kwao. Ndiyo maana nimeona na mimi nigusie hilo, na sisi sasa tuache sasa ile ya kawaida ya kusaidiana katika shida, kwenda kumwangalia mgonjwa na kadhalika. Nilikuwa naomba na sisi twende hatua moja ya juu kidogo, ambayo tunaalikwa kwamba upendo wetu uwe wa kiwokovu kama Yesu alivyotukomboa. Sasa hii tunaifanyaje? Katika somo la kwanza tumepata mfano mmoja mzuri sana wa matendo yaliyotendwa na mitume Paulo na Barnaba kwa kanisa la kwanza, walivyotenda matendo makuu ya kiwokovu, wakihubiri dini, wakiteseka malengo kwamba waweze kuwakomboa wenzao. Ulikuwa ni upendo ambao ulikuwa ni mzuri. Ukisoma somo hilo la kwanza ambalo linatoka kitabu cha Matendo ya 14 Matendo sura ya 14 aya 21 mpaka aya 27, kwa ufupi tu inaenda hivi: Paulo na Barnaba wakarejea mpaka Listra na Ikonio na Antiokia wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Unaona, walishawahubiria wale watu, wakaenda kujenga tena jumuiya nyingine za Kikristo kuzihubiria, lakini hapa ni kama wanarudi tena kuwaimarisha katika ile imani waliowafundisha na kuwaonya kwamba wakae imara, pamoja na dhiki mateso magumu waliokuwa wanayapata, kwamba wawe imara wasiumbe, na kwamba waweze kukaa katika ile imani waliofundishwa. Haya, tuendelee. So, na somo hilo, na walipokwisha kuwachagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wa wakawaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini wamilisha katika imani, kitu cha kwanza, na kuambia kwamba pamoja na shida zote wawe imara, na ni katika dhiki wataweza kuingia mbinguni, wasiwe na hofu. Lakini sasa kitu cha pili walichokifanya, wakawachagulia wazee, maana yake wakuu wa makanisa, tuseme wasimamizi. Kwenye jumuia zetu kuna viongozi, wakawaomba tena, wakafanya waka, waka, waka kitu hicho, sio kwa kinadharia tu, wakajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, wakaomba, wakafunga, wakachagua viongozi, alafu wakawasimika, kwamba hao viongozi wawe ndio watakaowaongoza. Hata kama Paulo na Barnaba wasingeweza kukaa pale muda wote, wataenda kwenye jumuiya zingine, wale viongozi waweze kuendelea na kuwaimarisha wale watu ambao tayari walishamwamini Bwana. Halafu tunasikia kwamba na kutoka huko wakaabiri kwenda Antiokia. Huko ndiko walikoombewa neema ya Mungu kwa ile kazi waliyokwisha kuitimiza. Hata walipofika waliwakutanisha kanisa, wakaweleza mambo yote aliyofanya Mungu pamoja nao, na ya kwamba amewafungulia mataifa mlango wa imani. Kumbe walipofika kule Antiokia. Basi wakawa wanatoa habari za mambo waliyoyafanya, Mungu alivyowawezesha, lakini kwamba na watu wa mataifa, watu ambao si Wayahudi, amewafungulia mlango wa imani. Maana yake na wenyewe sasa wamempokea Bwana. Sasa kwangu mimi, Paulo na Barnaba, nianzia hapo, ndio namna mmoja wapo ya kipekee tena ya hali ya juu ya upendo ambao tunauona ni wa Kiwokovu. Hawa Paulo na Barnaba walijitoa walijitoa kwa mapendo makubwa kuwahubiria njema hawa watu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sehemu nyingine walikuwa wanapelekwa mabarazani, wanafungwa, wanaomba, baadaye malaika anawafungulia gereza. Mnafahamu kuna sehemu nyingine walikamatwa wakapigwa sana alafu wakawambia kwamba msuhubiri tena juu ya, ya jina hili la Yesu. Haya, tunawacha niende, lakini wakawapiga fimbo bakora nyingi tu, lakini mitume pale kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume imeandikwa kwamba walifurahi sana wa kwa sababu na wenyewe wameteseka kwa ajili ya huyu Bwana wetu Yesu Kristo. Unaona, mtu yuko tayari kufa, mtu yuko tayari kuteseka kwa ajili yako wewe, kukuletea wokovu, ni upendo wa namna gani? haujafika kiwango cha Yesu lakini unaona kabisa unafuata nyayo za Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa wakazi wa Tabora, au hata mnaopata ujumbe huu kutoka nje ya Tabora au nje ya Tanzania unawafikia ukija Tabora, maeneo ya kazi hili lakini hasa katika hospitali ya Kiteto, ukifika pale kuna makaburi hayo makaburi ni ya mapade wa kwanza kwanza ambao walikuja kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu kwa watu wa Afrika na hasa kwa watu wa Tabora. Pale ukiona makaburi hayo yameandikwa jina padre fulani kutoka nchi fulani, halafu amefariki na umri wa miaka wengine ishirini na nne, labda mtu aliyekuwa na umri mkubwa miaka ishirini na sita. Walikuwa ni vijana kabisa waliotoka Ulaya waliojaa imani waliojaa moyo wa kuwahubiria Waafrika, wakasema twende tu Afrika tuwahubirie. Walikufa kwa sababu ya magonjwa wakati huo, pengine malaria, dawa zijapatikana nzuri kama za wakati huo na magonjwa mbalimbali. Lakini walipofariki, si kwamba wale waliobaki nyumbani waliogopa wakasema da, enda Afrika ni kufa. Hapana, wengine tena walikuja kwa wingi zaidi. Kwangu mimi naona ni upendo wa kipekee upendo wa kiwokovu sasa turudi katika maisha yetu ya kila siku wapendwa ndugu zangu katika Kristo wengi wetu pengine ukiangalia kama si wengi au pengine wachache huwa tuna maelekeo ya kutafuta utakatifu wangu mimi na pengine bila kuangalia wokovu wa watu wengine maelekeo ya mwanadamu kwamba nimjue Kristo, nisali, niunganike naye, nipokee masakramenti, alafu basi mimi niwe karibu na Mwenyezi Mungu. Lakini hebu tujitafakari, kila mmoja, umechukua hatua gani, kama wewe ya kuwa na upendo wa kiokovu kwa kisha kwamba ndugu yangu, jirani yangu au mwenzangu, na yeye anapata wokovu kupitia mimi. Huo ndio Yesu upendo anaotaka tufanye yaani, tuache sasa matendo ya kawaida tuyatende hayo, kusaidiana katika shida eh, kwenda kusalimia tukiwa uh, magerezani kusalimiana tukiwa hospitalini. Hayo kimsingi hata watu ambao hawamjui Kristo kimsingi wanayafanya. Sasa Yesu anataka twende zaidi, tutende yale matendo ya upendo lakini matendo ya upendo ya kiwokovu, huo ndio mwaliko tunaopewa. Sasa nazidi kuuliza tena, sekunde chache, kaa kimya, ujiulize: mimi tangu mwaka huu uanze, mimi tangu niwe Mkristo, nimefanya nini kuokoa maisha ya mtu akamjua Kristo? Mimi pengine ni kijana, mimi pengine ni mtu mzima, hivi kuna roho moja au roho mbili ambazo na mimi nimehusika, zilikuwa hizo roho hazijamjua Kristo, au roho hizo zilikuwa zimepotea ila kwa mkono wangu, kwa ulimi wangu, na mimi hao watu nimewaleta wakamjua Bwana, wakamrudia Bwana. Tujitafakari na kujiuliza kama tumefanya lolote katika hilo. Kama umefanya, Mungu aendelee kukubariki. Kama hujafanya, hujachelewa, unaalikwa kufanya hivyo na Ma, yapo mambo mengi, kusema kweli, tunaweza tukayafanya katika hilo. Tunaweza tukafanya mambo mengi kuwaokoa wenzetu eh. Nakumbuka siku moja nilikuwa parokia moja hiyo parokia, tukawa tumefanya mkutano wa halmashauri wa mwaka, tukaweka mipango ya mwaka. Tulipomaliza, nakumbuka mzee mmoja akaniuliza akasema, kuna watu ambao hawashirikiani na nasi, lakini wakatoliki wanapiga magoti pale mbele ya kanisa. Kwenye programu yetu ya mwaka hatujaweka hivi, tuna mpango gani kuwasaidia wale watu waingie kanisani tuweze kusali nao? akasema ni vizuri, ni point moja ya vizuri sana tu, na yenyewe tuiweke, tuwarudishe. Na kweli baadaye tulikuja kuwarudisha, wakawa waka pamoja nasi, wakasari pamoja nasi. Kuna watu wengi kwa mfano hawapokei ba sakramenti, pengine kwa sababu mbalimbali wanazozijua wao, lakini kama vyama vya kitume kama sisi wenyewe tumefanya nini kuwarudisha hao? Eh, sisi parokia yetu hii ya Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu tumesema mwaka huu wa Jubilei tushirikiane kwa pamoja, tuombeane, tushirikiane, tuwatembelee wale watu ambao pengine wapokee masakramenti, wapokee masakramenti waweze kumrudia Bwana. Mkakati tunao kwa nao, na taratibu tunaenda tunafaulu, kadiri ya nguvu zake Mwenyezi Mungu. Kwa kitu cha kwanza sisi wenyewe tujitakatifu, lakini haitoshi, tuwe na mapendo kwenda kwa wengine. Kwa mfano kama mkakati huo uliousema, lakini mtu kibinafsi unaweza ukaamua, kwa mfano katika sala zako, kuwaombea wakosefu kwamba waongoke wamrudie Bwana. Ni, ni tendo zuri la kiokovu kuombea watu wengine. Pengine tunaweza tukakimbia kwa tunajiombea sisi shida zetu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa aliyotujalia naombea kazi zetu, shughuli zetu na familia zetu, lakini tunasahau mambo mengine. Unaweza ukawa ni mwalimu kwa mfano, ukasema kwenye shule yangu hii ya msingi, hebu nijitahidi hao watoto wa darasa la kwanza na la pili na la tatu, basi na mimi niwafundishe neno la Mungu, amjue Mungu. Nakwambia ni kitu kikubwa sana ambacho umekifanya hicho, ambacho kitakuwekea akiba hapa duniani na akiba hata huko mbinguni. Yeah, unaona kwamba na mimi hawa nimewafanya wamjue Mungu, hawa nimewafanya wajue Biblia ni nini, hawa nimewafanya wamjue kwamba Yesu ni nani. Hebu tujitafakari kila mtu alipo. Unaweza ukani mtu wa kwenye ofisi ukasema, bwana, mimi nimeamua, nilikuwa napokea rushwa au nilikuwa siishi vizuri maisha yangu ya Kristo, tangu leo naanza kuishi maisha mazuri ya Kikristo na watu watakaoniona, angao niweze kuwaongoa kupitia maisha yangu ninayoyaishi kila siku. Ni mfano mmoja mzuri sana ambao ukiamua kuufanya kwa mwaka wa Jubilei da kuendelea, ni kitu ambacho na wewe utashiriki kwa upendo wako kwa Mwenyezi Mungu, lakini upando, upendo wako kwa ukovu, ukawa kiokovu ukawaokoa hata watu wengine. Wapo watu na watoto wenu mnawapeleka kwenye mashule ya sekondari, tena yale ya kulala, shule za msingi eh. mnafanya juhudi gani kwamba hao watoto wenu wamjue wa, wa Bwana? anaenda kuanza kidato cha kwanza, yupo sijui kidato cha pili, umemnunulia vitabu labda vya kimungu kwamba aweze kumjua Mungu, kwa mfano huo ndio upendo wakutaka huyu mtoto akuwa akimjua Mungu, na ukawe kujua akimjua Mungu, atakapokuja kuwa na familia au atakapoanza kazi, yale mambo ya kimungu atayaonesha, na watu wengine watazidi kuambukizwa yale mambo ya kimungu. Kuna watu mnaosikiliza ujumbe huu au majirani zenu, wana shule. Kwa mfano, watu wengi wana shule munawekeza nguvu nyingi sana katika wanafunzi wenu kuwa wa kwanza kimkoa, kitaifa na kadhalika, na ni jambo zuri, hata mu wa kwanza kiulimwengu ni jambo zuri sana, lakini mambo ya kimungu umeyapa umuhimu gani? Eh, unajua unapopata mali nyingi za kidunia, lakini na Mwenyezi Mungu yuko pale, unaendelea kupata neema na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na ninakwambia ukimtanguliza Mwenyezi Mungu mbele na shule yako ikawa na maadili ya kimungu na watoto wale wakamjua Mungu, pengine hata utapata watoto wengi. Lakini tunapowekeza kwenye mambo haya ya kidunia tu, pengine kama Wakristo, kama watu tunaomjua Yesu, bado mapendo yetu si mapendo ya kiwokovu. Kumbe hata napokuwa na shule, je, shule yangu hii inashiriki katika kumtangaza Kristo? Hata kama sitangazi kitabu wasome kitabu niandaye walimu wa dini waniislamu wa, wa ni wa Kristu waje watu watoto wale wamjue Bwana wetu Yesu Kristo. Ipo mifano rukuki ambayo tunaweza tukaionyesha, na ya kimapendo ambayo inazidi kututafakarisha, kutuongoza, na kutuonesha kwamba kweli sisi tunampenda Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu alipoambia mitume wake vile na akasema mkifanya hivyo watu watatambua kwamba ni wafuasi wangu kweli. Hakuwa na maana tu kwamba tubaki na ile mfano ya kawaida ambayo hata wapagani ambao hata watu ambao hawana dini wanafanya. Watu ambao hawana dini ndugu yao akiugua, yuko hospitalini, wanaenda kumwangalia <laughs> watu ambao hawana dini ndugu yao akiwa kifungoni, wanaenda tena, wanaweza kufanya vizuri sana, pengine hata kuliko wale ambao ni wajiita wa Kristo, lakini hawafanyi hivyo. Lakini Yesu alitaka twende mbele zaidi na mnajua kwamba kanisa lipo kwa ajili ya kuinjilisha na si kwa kitu kingine chochote kile. Mtaguso wa Pili wa Vatikano unasema. Na kanisa ni nani? Si jengo, kanisa si pade, kanisa si mtawa. Kanisa ni wale wote ambao bwana wetu Yesu Kristo wanamwita ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mtakatifu Agustino aliwahi kuambia waamini wake, akasema hivi mimi na ninyi kwenu, kwenu nikiwa na ninyi ni Mkristo, lakini kiutume mimi ni askofu wenu. Maana yake mimi pamoja nanyi ni watu wanaomtafuta Bwana, ni Wakristo. Hicho chote kinatuunganisha chote sote, ila kwangu mimi kwenu ni kiongozi wenu wakuwa, kama mchungaji mkuu kwangu mimi ni, ni askofu wenu kuwapendwa mimi Nimshukuru Mungu kwamba mnafuatilia habari hizi njema. Tuendelee kumwabudu Bwana Mungu wa kweli, tuendelee kumpendwa kwa moyo wetu wote, kwa roho yetu yetu na kwa akili zetu zote, lakini huyo Yesu asibaki nasi. Na mfano mzuri ni kitabu cha Matendo ya Mitume, kinaeleza jinsi kanisa la mwanzo lilivyoanza na kuendelea na kupanuka mpaka leo. Tunawaamini zaidi ya bilioni moja, kuona wewe kupitia wewe, kupitia familia yako, kupitia pale unapofanya kazi kupitia shughuli yote unayoifanya unaweza ukaongeza idadi ya wakristo watu wanaomjua Bwana na ikaendelea kuongezeka kupitia utakatifu wako. Lakini zaidi ya yote, labda tumalizie na kitu kimoja alichokifanya bwana wetu Yesu Kristo. Alifanya kitu hiki, kuwasamehe wale waliomtesa na kumuua, mfano ambao alikuja kutafuta eh, kufuata yule mtakatifu Stefano shahidi wa kwanza, asema Bwana uwasamehe hawa kwa sababu hawajui watendalo. Na sisi, kusamehe ni tendo la kimungu kimsingi, si la kibinadamu. Tunahitaji nguvu ya kimungu katika kusamehe. Tukisamehe kikweli kweli, kwenda kutoka ndani, tunazidi tunazidi kupenda zaidi, na upendo huo unazidi kuwa wa kuambukiza na upendo wa kumtangaza Bwana wetu Yesu Kristo. Tuzidi kuombeana Nikutakie neema na baraka za kumtangaza Kristo, kumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari, kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia, usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa Manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa mbili na nusu hadi saa kumi na moja jioni na jumamosi ni kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha chipukizi mkambala na Mea Hotel usiwaze wala kuumiza kichwa TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi, wasiliana na sista Zawadi kwa simu nambari 0754039465 karibu. TMP Bookshop.